Usinunue ardhi au kipande chochote cha ja ardhi kwa kutumia mfumo usio wa kiutaratibu. So natoka hapa nakwambia mtu, twende kule baai, na matatizo na mgonjwa nyumbani, ardhi yangu nauza, tena nauza bei rahisi, laki mbili tu. Ukapelekea kwenda kutoa laki mbili ukapelekea unafuu wako, kumbe unaenda kununua mgogoro. Usikubali akuonyeshe kije icho hicho kieneo, nenda kajiridhishe ofisi ya ardhi wilaya yafikishie, kama huyo mtu anamiliki hilo eneo, ndiyo baadaye uendelee. Usinunue ardhi kinyemela. Changamoto iliyokuwepo, Watanzania wengi tunapenda unafuu, uharaka pia, bila kwenda sisi wenyewe tunanua kwa kutumia madalali mamatima yake tunaenda kununua ardhi bila kuhusisha ofisi ya ardhi wala ya mkuu wa wilaya, alafu baadaye ukigundua kuwa umepigwa ndio unaenda kwa mkuu wa wilaya, bwana, mimi minu nimenunua ardhi kule, kumbe ardhi sio. Hapana, tuhusishe pia kwenye mchakato huo, tukuokoe na fedha yako uliyoitunza kwa ajili ya kununua asset ya ardhi, usitapeliwe. Hatutaki kuzalisha migogoro mipya ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Iliyokuwepo tunataka tuitatue kwa uharaka, na tutahakikisha lengo hili katika malengo manne, lengo hili la kutoa hati, tunataka mtu yoyote Tanzania hii mwenye kumiliki ardhi hawe na hati ya kumiliki eneo hilo, hiyo ndio lengo letu. Itafika muda tatangaza tena kumtafuta nani ambaye hana hati. Tukisema hakuna, maana yake tumeshatekeleza hili jambo. Sawa, jamani.